Kwa majina naitwa Mseti Nyansambo, ni katibu wa CCM tawi la Kitaramanka. Cha kwanza mimi katika baada ya kwa nimeingia madarakani na mwenyekiti wangu Nyamuhanga Chacha tulikuta hili boma lilikuwa usawa madirisha, lakini tulipambana kulingana nao, na utashi wetu ulivyokuwa nao, tukashikana sisi wenyewe wanachama na sisi wenyewe hatimaye tukajenga boma tukao tumelimaliza, lakini ndani ya hilo boma kuna msaada ambao tulipewa na mheshimiwa mbunge ikiwepo nondo pisi ishirini, na saruji mifuko kumi na tano na kokoto tripu moja ambayo ni aroli. Ndani ya msaada huo ninaamini tuliendelea bado, na msaada wa mheshimiwa mbunge alikuja mara ya kwanza hapa akatupatia shilingi laki tano, kaja mara ya pili akatupatia laki tano, mara ya tatu laki tano tukaweza kununua mbao kwa ajili ya kwa ajili ya kupawili boma letu la ofisi ya chama. Na baada ya kuwa tumeweka hizo mbao hapo juu, tuliendelea kuwasiliana mheshimiwa mbunge, na hatimaye ametuletea mabati bando nne na hatimaye jana tukao, tumepaua sehemu hiyo mnayoiona, lakini imebakia sehemu ndogo na misumari. Mheshimiwa mbunge alituletea yani vyote tunavyoona hapo juu ya, ya paa ni kwa ajili ya nguvu za mheshimiwa mbunge Jumanne Sagini na baada ya kuwa tumemaliza kupaua jana sehemu iliyobakia, tulifanya mawasiliano na mheshimiwa mida ya saa kumi na moja jioni jana, na akawa ametuahidi kwamba baada ya siku mbili ataleta mabati yaliyobakia ambayo ni bando tatu na bati nane kwa ajili ya kumalizia hiyo ofisi yetu. Lakini tunamshukuru sana mheshimiwa kwa sababu ni miongoni mwa wabunge ambao wameaminika wame, wame katika tawi letu lakini tofauti na hapo ni mbunge ambaye ni miongoni mwa wabunge ambao wako tofauti katika wilaya ya Butiama. Kwa sababu ni mbunge ambaye unaweza kumpigia simu muda wowote na akaipokea. Na hatimaye mheshimiwa huyu ametushika mkono tawi letu ya Kitaramanka. Cha kwanza ametuheshimia sisi viongozi wa tawi hili. Kwa sababu tulivyoingia tulianza kujenga, wakasema hamwezi kulifikisha, mtatoa wapi hela. Lakini tunamshukuru Mungu. Baada ya mheshimiwa wetu kuongea naye, hatimaye ili jengo tunaelekea kulimaliza na anachoamini kwa, kwa, kwa mfumo wa mheshimiwa Jumanne Sagini, ofisi yetu takamilika na tutafanyia vikao vyetu, maana baada ya kuwa me, siku ameingia kabla hata hajapata ubunge alikaa kwenye ofisi mnayoiona mbele yetu. Ni ofisi ambayo ilijengwa mwaka 1986 mwaka ambao nilikuwa nazaliwa. Sasa tulivyo alivyoingia huko, tukamwambia mheshimiwa, angalia hali tulionayo. Na yeye bahati nzuri, mbele ya mke wake, akasema kweli hali mlioyo ni ngumu maana hapa hata upepo ukija ghafla inawezekana hiyo ofisi ka, ikadondoka. Kwa hiyo tunamshukuru kwa hiki ambacho anaendelea kutufanyia. Niwaombe sana watu wa Butiama, tuendelee kumtumia mheshimiwa wetu. Mbunge ni mtu wa amana sana, ninaamini ndani ya miaka ijayo, tukimuongeza miaka mingine mitano, inawezekana katufanyia mambo makubwa zaidi ya haya, kwa sababu mheshimiwa Mbunge ameingia madarakani akalikuta jimbo liko liko chini sana, kwa sababu liko chini ya mheshimiwa Nimrod Mkono ambaye alikuwa anaumwa. Kwa hiyo ndani ya miaka mitano hii Mheshimiwa amekaa kwa ajili ya kuitengeneza jimbo letu. Kwa hiyo tumuongeze miaka mitano ili kusudi aweze kufanya mambo mengine makubwa zaidi. Mimi naamini kwa yote anayenisikiliza mwanabutiama, hili ni tawi la Kitaramanka, tawi ambalo mpaka sasa tunaamini kabisa kwamba hakuna mjumbe wote atakayetoka nje ya utaratibu wetu kwa sababu ya hiki tulichokiona. Ninaamini sisi kwa, kwa jamii ya Wakule tunaamini kitu kimoja, unapopewa kitu niamini fulani umekula kwa hiyo hatuwezi kuvuka hii amini ya mheshimiwa mbunge tumeshaona. Kwa hiyo tunaomba sana, ndugu zetu, tuendelee kumshika mkono mheshimiwa mbunge, tuungane naye ili hatimaye tuweze kufanya mambo mema ndani ya miaka mitano ijayo. ninaamini huyu ni mwaka ila wa uchaguzi ila, tunachomhakikishia mheshimiwa mbunge aamini kabisa kwamba bado jimboni atarudi na bungeni atarudi na ndio mheshimiwa wetu mbunge ambaye tunamtarajia kwa miaka 2025 2026 na kuendelea mpaka 30 kwa hiyo naomba sana yeyote anayenisikiliza hata kama alikuwa upande mwingine basi arudishe moyo wake ampe mheshimiwa mbunge kura yake, ili arudi ndani ya miaka mitano tena tuone anachokifanya zaidi ya hiki. Mimi nimefurahi kwa sababu ya mheshimiwa kwa kitu alichokifanya, ametutoa kwenye hatua ambayo tulikuwa ni hatua mbaya, ametuweka kwenye hatua nzuri. Tunamshukuru sana mbunge wetu kwa kutujengea hili jengo ametupa sapoti kubwa sana, tunamshukuru. Kwa sababu sio kwamba ni tawi la Kitaramanka au ni kata ya Siloli Simba, katika wilaya yetu amejitahidi sana, amejitahidi kwa uwezo wake. Tunamshukuru na tunamwomba aendelee kutumalizia hili jengo, asikate tamaa wala asichoke. Mungu atampa nguvu na tunamtumainia tena kwa miaka mitano inayokuja, kwa sababu kama amemaliza hili na bado tutapata lingine, hata shule ya sekondari tutaipata kwa kupitia yeye. Tunaomba Mungu amwongoze ili aweze kushinda kwa kishindo, awe aendelee kutuwezesha. Kwa majina naitwa Kalistus Patrick, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji Kitaramanka. Mimi binafsi nashukuru sana kwa sababu tangu nimechaguliwa ni muda mfupi sana, lakini nimeona lengo kwamba mbunge ana lengo. Unapokuwa unamkumbusha jambo lolote, kwa sababu ana kazi nyingi, anakumbuka kwa haraka na anatekeleza. Tulipoingia tu tulikuwa hatuna account ya kijiji, lakini baada ya kufungua account tu kulikuwa na kilio kikubwa sana kwa muda mrefu cha bodaboda boda boda, kuhusu banda lao la pumzika na Sagini, lakini baada ya kuwa tumemwasiliana naye ameleta hizo hera na tayari zipo kwenye akaunti ambayo tumeifungua. Na baada ya kufanya hivyo mpaka sasa hivi muda wowote kuanzia wiki hii inayoanza kesho, banda lao litakuwa tayari, kwa sababu hera zimesha kuwa tayari. Tunafikiri kwamba mbunge huyu anafata nyayo kama za Yesu. Yesu alipokuwa duniani Wakati anapaa kwenda mbinguni, alikanyaga juu ya mwamba na akaacha nyayo zake. Maana ya kuacha nyayo ni kumbukumbu -kumbu. Huyu ni mbunge wa kuandaa kumbukumbu kwamba alikuwepo, na mpaka sasa tunaona halmashauri yenyewe ilikuwa haina kitu, majengo ya halmashauri, chuo kikuu, e, hospitali ya wilaya, mahakama ya wilaya, hivi vitu vyote lazima uanze navyo ndio waanze kushuka chini. Nadhani tukimwongezea miaka mingine mitano, mbunge atafanya mambo mazuri sana sana. Ni mbunge ambaye habezi mtu, hachagui aliyevaa vizuri au amevaa vibaya, yeye ni mtu wa watu. CCM oye, oye mbunge wetu Sagini oye, oye. Ndugu zangu wapendwa, wanaButiama, na ndugu zangu wa kata ya Sirolisimba, wapendwa watawi la Kitaramanka, hayawi hayawi yamekuwa kama walivyosema viongozi wetu wa chama wa tawi hili kwamba mbunge ni mtu ambaye anapenda kutekeleza ahadi zake na tayari ameshatekeleza ahadi kama mnavyoona katika ofisi yetu ya chama hapa tawi la Kitaramanka. Ndugu zangu wapendwa, naomba kuhakishia kwamba wana Butiama mmepata bahati ya kumpata mbunge Sagini, kama wamama walivyosema na viongozi walivyosema Sio hapa tu mbunge wetu alikotengeneza kazi hii, ametengeneza karibu wilaya nzima, amejenga ofisi za chama, hata makanisani anagusa, sehemu zozote zile, sekondari kama alivyosema mwenyekiti wa serikali, majengo tena majengo ya kifahari ameyatengeneza katika wilaya yetu. Mimi ni kwa naombeni wanabutiama tuzidi kuwa na imani na mbunge wetu kwa kazi anazozijali anazowajali wanachama wa CCM na wananchi wake kwa ujumla kwa ajili ya utendaji kama alivyojenga ofisi yetu ya chama Kitaramanka. Wakati tunakuja hapa tumekuta vyombo, maana wananchi walikuwa wamelalamika sana juu ya barabara la kutoka eneo mwisho wa mpaka wa lami kwenda Siroli Simba, tumekuta magreda matrekta yanalima mabarabara na barabara limekuwa kama lami hapa majuzi tu eh, na sasa wamefika maeneo ya Kiagata kutoka kule kwenye mwisho wa lami barabara limekuwa kama lami na litafikia Silori Simba, ahadi aliyoisema kwamba mabarabara yatatekelezwa na sasa yanatekelezwa. Ni majuzi tulikuwa na mwenyekiti wa Silori Simba, kamanda wetu mwenyekiti wa kata e, tumekuta nguzo za umeme ambako walikuwa analia wananchi vitongoji kadhaa, nguzo zishateremka, zimeshateremshwa, na sasa umeme unapandishwa katika maeneo ambayo yalikuwa ni sugu, wananchi wakialalamikia, kwa ajili ya nguvu ya Mheshimiwa mbunge wetu tuzidi kumwamini, Wanabutiama, ili azidi kutekeleza ilani ya Chama Cha Mapinduzi. Lakini mwisho ni lazima tumshukuru sana mwenyekiti wetu wa CCM wa wilaya, lazima tumshukuru sana katibu wetu wa CCM wa wilaya, lazima tumshukuru sana injinia wetu mwenezi wa wilaya ya Butiama jinsi wanavyompa ushirikiano kiongozi wetu na kamati yake ya siasa kwa ajili ya kumkumbusha na kumpa nguvu na mipango kazi aliyoiweka na kuitekeleza kwa haraka.